Ebana tunazungumza nao leo ikiwa ni tarehe kumi mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulioyaona kwenye mitandao ya kijamii tangu asubuhi ni mengi tulioyasikia kwenye vituo mbalimbali vya redio kwa maana ya uchambuzi pia ni mengi miongoni mwa yale ambayo yalijili tarehe saba yakaihusisha tarehe nane mechi kughairishwa lakini tarehe tisa barua ya Africans tarehe kumi ambayo tupo leo kumekuwa kuna mambo mengi ya vingi vyoja. Redioni zimesikika sauti zikitetea kanuni na zikisema mechi imehairishwa kwa kanuni, lakini kuna sauti ambazo zimesikika kwamba Simba amekosea, na katika hilo basi alama tatu zipokonywe ziende sehemu husika ambayo ni Young Africans. Imenifanya niketi na Heavyweight Dulla katika wakati huu tuweze kuyaangazia miongoni mwa yale ambayo yamezungumzwa maeneo mbalimbali. Hali yako iko vipi, kaka? E bana, kwema vizuri kaka, niko njema kabisa mm. Nilikuwa nafuatilia mjadala hapa mm. Kwa sababu mwanzo mm. unajua nilikuwa nasikiliza kwenye radio. Mm. Sawa, eh? mm. Lakini nikaona hapana, kwenye radio peke yake haitoshi, haitoshi. Kusikia tu ile sauti mm. nikasema nataka niwe nafuatilia mm. na body language, nikawa nimechukua kompyuta yangu bana e, kama unavyoweza kuona hapa nipo Ay na nafuatilia Crown, Crown yeah, Media hii yeah, yeah. E, hapa ni kipindi chao cha redio nilikuwa nafuatilia sasa. Na katika kufuatilia kwangu nikagundua mm. nika notice vitu kadha wa kadha mm. umeelewa mm. lakini kitu kikubwa ambacho nime notice kwanza ni, ni, ni heshima ambayo inatakiwa ni tu, tumpe mm. Jemedari Saidi huyu mm. yani, Jemedari Saidi kwanza ni mwamba Kazumari mm. yeah. Kazumari kwa sababu binafsi yangu mm. binafsi mimi mm kupitia huu mjadala ambao nimeuona, kuna vitu vingi sana nimejifunza kutoka kwa bin, kutoka Kazumari, kwa bin Kazumari yani, kuna vitu vingi sana nimejifunza. Na siku zote mm. siku fichi, hakuna binadamu anayejua vitu vyote mm. Mm. manake wewe unaweza kuwa mzuri kwenye sehemu fulani, wewe unaweza kuwa mzuri sehemu fulani mm. lakini mtu mwenye uelewa na mwerevu ni ule anayekubali kujifunza kwa mtu aliyemzidi ujuzi fulani wa mambo msaini, na ndivyo wenye maarifa walivyo, na ndio inavyokuwa. kwa sababu mm. kuna hata kwenye, kwenye, kwenye mambo ya dini kuna nabii mmoja alisema mimi Mwenyezi Mungu amenipa maarifa kuliko mtu yoyote mm. Akaambiwa, nenda sehemu utakutana na mtu huyo, mtu kila atakachokwambia fuatisha, fuatisha pasipo yeah. kumpinga. Kuna sehemu akaamuriwa aka mchinje kijana, kuna sehemu aliamuriwa vunje ukuta wa yatima mm. kuna sehemu sehemu aliamuriwa no, aliam, kujenga ukuta kumbe ukuta, mm. ukuta ulikuwa na mali za mayatima, alikuwa hajui mm tafsiri haraka haraka, nimegundua kwamba kuna mtu anayejua, alafu kuna mjuaji. Umeiweka vipi hiyo? Kuna mtu anayejua vitu alafu, alafu kuna kuna mjuaji wa vitu hivyo, ni vitu viwili tofauti. Tofauti, jemedari anajua hmm, vitu kabisa kabisa, anajua hmm, vitu kabisa, kwa sababu alikuwa anajibu swali maswali yake kulingana na kanuni, umeelewa hmm? na kitu kikubwa ambacho nimekiona nimeona kuna mtu ambaye anazunguka. Unajua Hans Raphael ni mtu ambaye alikuwa anazunguka kwenye sakata mm, Simba kakosea, Simba kakosea, Simba kakosea, alitakiwa atoe taarifa alitakiwa to... tue... akaambua Simba akatoa taarifa kwenye pre match meeting hakuna. Simba alitakiwa toe siku taarifa kwa nani? Kwa match commissioner, sijui kwa msimamizi wao. Nimeona lugha ya mawasiliano ikitumika zaidi, akisema kwamba walitakiwa kuwasiliana kuwasiliana mm, na nini, ndio taarifa zenyewe. Sasa hmm. eh, akaja akaongopa pia kwa sababu kanuni kuna muda aliyesema, ali, ali kwamba Simba, klabu ambayo inatakiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo inatakiwa iende na uniform ambazo zina logo ya klabu, akaambiwa hiyo kanuni haipo. safi sana Jemedari. mm. eh yeah, akamwambia kabisa pale pale kwa kabla hujafika mbali, hiyo kanuni iyo haipo, hiyo kanuni mm. haipo, na ndio ukweli kanuni haipo mm. kwa sababu yeye angeambiwa, ah inukuu kwenye kifungu gani, kanuni namba ngapi, kwenye kifungu kipi, asingeweza kutoa na ndio ameshindwa kutoa. Kwa hiyo kanuni haipo, kwa hiyo maana yake alikuwa kwenye redio ambayo inasikilizwa na mamilioni ya Watanzania mm. Alafu stili anapata mandate ya kuweza kuwaongopea millions of Tanzania wakati hujui Eli, na, uh, na, uh, na, uh, na unajua kanuni unatakuwa ukae chini uzisome, uh, uh, usimezeshwe, usi, usi hautakiwi uh, kukurupuka, utakio kukurupuka, usi, mtu asije akaja akakwambia hapa kuna hichi na hichi na hichi, wewe ukameza ukaenda kukisema unakosea, uh, um, um, sawa eh? um. Kwa hiyo amekuwa challenged katika kitu ambacho kinaongea ukweli um. lakini jambo la tatu mada ilikuwa inahusisha inahusisha zaidi lile tukio lenyewe la Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi. hmm. sawa hmm. na wakasema Simba hawakutoa taarifa hmm. very good. Na mimi nataka nichangie hapo hapo, Simba hawakutoa taarifa, si ndivyo? Ndio hawakuwasiliana hmm. ha, ha, ha, ha, na ma, ma, ma, wenye mamlaka ya kutoa ruksa Simba kuweza kufanya mazoezi, si ndio maana yake? hmm. wale mabouncer wa Yanga walikuwa wanafanya nini kipindi kile? Amba, swali ambalo Jemedari aliliuliza hmm. lakini aliliuliza katika namna nyingine hmm. lakini labda mimi niulize hivi kama Simba hawakuwa wametoa taarifa maanake ujio wao pale hautambuliki, wale mabounsa walikuwa around mida ya Simba kuweza kufanya mazoezi kikanuni, wakifanya nini kwenye uwanja T -t tumefunguliwa macho mm, na Jemedari na mm, kubwa hawakutakiwa kuwepo, hawakutakiwa kuwepo mm. mm. na kama yani, unajua swali langu jafe ilikuwa mm, hivi mm, kwa mujibu wa Hans sawa, kwa mm. mujibu wa Hans mm. kwamba ule uh, Simba mpaka wanafika pale hakukuwa hmm. na mtu yoyote mwenye taarifa yao ya kuweza kufika uwanjani hmm. wale mabouncers wa Yanga walikuwa around mida ile kufanya nini kama haku, ha, kweli Simba hawakuwa na, na, na, na hawakujulikana taarifa yao, kwa sababu maana yake man, walikuwa pale kwa ajili ya kuzuia Simba wasiingie uwanjani ndio kilichowapeleka pale. Sasa utaenda sehemu kumzuia mtu kama hujui ujio wake maanake si walienda pale kuwazuia simba wasiingie wanjani mm -hmm. si ndio kilichowapeleka mm -hmm. wamejuaje kama simba watakuja ili tuwazuie na simba hawakutoa taarifa kokote ninahitaji mm -hmm. logic gani kujua hilo sasa jemedari anajaribu kumwelekeza kijana mm -hmm. kijana analeta ujuaji sasa mm -hmm. ule ujuaji sio mzuri mm -hmm. sawa alafu mm -hmm. why? Kwa nini azungumzie tu simba wamekosea yaani kaongea karibu mara tano sita simba wamekosea simba wamekosea simba wamekosea azifu kwamba wamekosea sana. Yaani useme sawa, hiyo mamla sawa, tuchukulie let's say, tumpe hiyo credit kwamba, basi haya, tuchukulie hawajatoa taarifa, si ndio? mm. kwa sababu hawajatoa taarifa ndo, mm. inawapa ina, ina mandate mabao sawa, yanga kuzuia, kuzuia hapa. Lakini kwenye kipindi Heavyweight, kwenye kipindi cha Crown, mm. eh, ni kama Hansi aliyeelemewa kwa sababu watu wote walimwonyesha kwamba unachokisema kanuni inasema hivi mm. ni kama walikuwa anatuonyesha kuna namna akiwa anakinzana kwenye mazungumzo yake mm. Lakini priva e, abiudishayo e, yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram akaandika kwamba kipindi cha leo ni kama huyu kijana alibugudhiwa sana kwenye haki yake ya kutoa maoni, kila mara alipopiga spana na hoja kikanuni mm. e, kumradhi kila mara alipopiga spana za hoja mm. za kikanuni mm. wenzake wakawa wanamshambulia, hawampi muda wa kueleza fakti zake. Huyo priva labda yeye aseme, huyo priva mm. labda yeye aseme, amjibu huyo jemedari, kuna kanuni gani ambayo Hans ameitoa ya inasema mm. Simba yani au timu ambayo inaenda kufanya mazoezi siku moja before mchezo, lazima ivae sare ambazo zina logo ya klabu na nini, ambayo jemedari akasema hiyo kanuni haipo mm. Sawa, kwa sababu kitendo cha kuingia mwanzo na kuanza kuongea kitu ambacho huna uhakika nacho na hukijui na hakipo kwenye kanuni mm. sawa mm. tafsiri yake wewe ni kwamba hujui unachokizungumza mm. Sasa kama ipo hiyo kanuni, yeye Priva tuambie, ipo kwenye kifungu namba ngapi? Kanuni namba ngapi na ipo kwenye kifungu namba ngapi? Sawa, hilo jambo la kwanza mm. alafu jambo la pili, Priva ni nani? Ni digital manager wa Yanga mm. unategemea, kwa sababu Hansi alikuwa kwenye kipindi anasimamia maslahi ya Yanga, maanake anaikandamiza Simba. Anasema kwamba Simba yeah, imefanya makosa, imefanya kosa kubwa sana. Yani kwa mujibu wa Hans, mm. Simba imefanya bonge moja la kosa hilo. mm. ni bonge moja la kosa ilo. huo mkosa wenyewe ni kwamba, mm. mm. walikuwa hawajawasiliana na mamlaka kuhusiana na uwepo wao kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika muda ambao mchezo utafanyika. mm. Hii ni kwa mujibu wa Hans. Ni bonge moja la kosa ambalo linatakiwa itumike zaidi ya dakika uh, masaa mawili kwenye kipindi cha masaa matatu kudiscuss masaa mawili kudiscuss tukio mm. la Simba kutowasiliana na jambo ambalo si kweli. Simba waliwasiliana na mm. mamlaka zinazosimamia mm. mm. walitoa wa taarifa mm. of course. mm. sawa eh? mm. Sasa haja haja kwenye swala la kuzungumzia mabouncer ambao walienda kufanya fujo na kuwazuia Simba wasiweze kufanya mazoezi, hakutaka lizungumziwe. Yani yeye alikuwa hmm, na force kwamba kipindi kielemee, kwamba kiwe kwenye sehemu moja tu, kwamba Simba walikosea hawakuwasiliana na mambo, yani kwamba yeye alikuwa anataka hapo tu, na ndio maana wenzio wote wakawa wanamuelewesha, kwa sababu sio kwamba wanambishia, hakukuwa na mabishano. Yeye ndo alikuwa anaita mabishano, wenzio walikuwa wanamueleweesha, wanampa darasa. Na mimi hmm, narudia hmm, sawa hmm, Jemedari Saidi ana uelewa mkubwa wa soka mara mia saba ya Hans Raphael, mara mia saba Jemedari ana uelewa wa soka, analijua soka la Tanzania. Maanake mpaka kucheza amecheza, sijui umeelewa, amecheza mpira mm, ameuhudumia mpira mm, aliwahi kuwa kiongozi TFF, TFF, amewahi kuwa o CEO CEO uh, wa Azam mm, sasa hivi ni mtendaji mkuu CEO wa, wa Jigiti Tanzania. Mm. Amekuwa mchambuzi before Hans Raphael mm. Sasa nikikwambia amemzidi mara mia saba nitakuwa nakosea. Sasa wewe we katika hiyo mi... mia saba twende mi... taratibu katika hiyo mm, mm. mia saba ambayo unaiona uh, ina ipo zaidi ya Hans Raphael tunarudi, mm. hapa hapa kwa priva budshao mm. kwa sababu mm. amecheza vizuri sana na hawa eh, watu ambao walikuwa leo kwenye kipindi anasema mm hapa hapa yupo upande wa Jemedari huyu mm. Anasema bodi ya ligi ipo e, sahihi kuahirisha mchezo sasa. mm. Tujiulize, ametumia kanuni ya thelathini na nne mm. kuwa inawapa nafasi bodi ya ligi kufanya maamuzi ya kusimamisha mchezo, however amejikita e, kwenye kipengele cha dharura mm. It's fine. Wacha tuangalie kanuni hiyo inasemaje? mm. Sasa tujiulize, hii dharura iliripotiwa, mm. e, iliripotiwa na nani? mm. Madhara kiasi gani yaliyopelekea makolo asicheze hii mechi mm. E, kuzuia kuingia uwanjani ni dharura swali? Of course, of course ni dharura kwa sababu sio kuzuiwa. mm. Yani mimi kwa upande wangu nishasema Simba hawakuzuiwa watu kuingia uwanjani, walifanyiwa fujo. Yani licha kwamba umewazuia lakini, walifanyiwa fujo lakini... walifanyiwa fujo. Mm. Yeah. Fujo kwa hiyo sasa swala la madhara na nini, Simba ndio wanajua walipata madhara kiasi gani, na nafikiri kwenye barua yao ambao walisubmit kupeleka yale malalamiko bila shaka watakuwa wamekombaini na mambo ambayo wamefanyiwa ambayo yaliwa buguth, ambayo ikawafanya umeelewa mm, wenye mamlaka kuhairisha mchezo sawa. Mm. Kwa hiyo hiyo ni dharura, kwa sababu kama discussion ikizungumzwa iki inaonekana Simba na Yanga zote zina makosa, kama timu zote mbili zina makosa, hiyo kwa nini isiwe dharura? Huyu mm, akatumia ka, kosa lake kusema mimi sichezi mechi, huyu ka, katumia makosa yake kusababisha huyu asicheze mechi. Sasa kwa nini isiwe dharura? Unahitaji akili gani hiyo ya kujua kwamba hiyo ni dharura? Hivi kuwa ni hivi uh, digital, digital digital. Uh, kuwa digital manager uh, mm. uh, wa klabu kubwa kama Young Africans unatakiwa kuwa na muda pia wa kujibizana uh, hivi hoja ambazo zimetolewa basi na wewe unazijibu kwenye mitandao moja yeah. Ndugu yangu mm. katika timu hapa Tanzania ambayo hiyo sikwepeshi mm. katika timu ambayo hapa Tanzania imekuwa ikizungumzwa vibaya hmm. au ikifanya jambo lolote dogo linafanywa lionekane ni jambo kubwa hmm. na linaonekana ni jambo kubwa sana kwenye vyombo vya habari ni Simba hmm. Yani hmm. huwa ina hata kwenye ili sakata hmm. watu chungu mzima ukiachana na Jemedari, umeelewa? hmm. Watu wengi sana wamekuwa mm, wakizungumzia Simba azifu wao hawakufanyiwa jambo lolote serious, wameamua tu kuamka asubuhi na kugomea mchezo mm. mm, sio? Unanielewa, ni mm. timu ambayo imekuwa ikizungumzwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii, na hata hao baadhi ambao wamekuwa wakijaribu waki, waki kuikingia kifua mm, hao wanaonekana wabaya, wanaonekana wao hawafai, hawatofika mbali, hawana lolote, wana njaa na vitu kama hivi mm, alafu wale majority ambao wamekuwa wakisema Simba mm, umenielewa Eh hey, wakina Mchomeko sijui mm. wakina Salambili sasa sijui wakina mm. nani, wao wamekuwa wakionekana wao kwamba wanafanya vitu vya msingi, wao ndo watafika mbali, ndo watu wazuri, wachambuzi wazuri, mashabiki wanaojielewa, eh, hey, hey. Lakini Simba hata siku hii hata mmoja hujawahi kuona wakilalamikia kuhusiana na swala lolote la wao kunyanyaswa au kufanywa vibaya kwenye maswala maswala ya mitandao Yakin, lakini eh. imagine cheki Yanga wanavyosupportiwa, Yanga hata wafanya upuuzi, media zote ziko sambamba nao sasa pamoja na hayo yote ndio hmm. timu ambayo inaongoza kulalamikia wachambuzi. Huyu Hansi ambaye leo anasifiwa na Priva, huyo huyo ashawai kusemwa na Priva ehe. huyo hmm. huyo Hansi hmm. na ashawai kugombana nao wote hao, na alienda mpaka live Insta akawa anawasema anawambia wale watoto wa Yanga sijui wanajifanya wajuaji na nini Hans. Kwa lakini na leo kapongezwa kwenye hii leo... kwa sababu yupo hmm. kwenye kusimamia maslahi ya timu yake anaoipenda hmm. Umenielewa mm. na huyo digital manager ambaye kazi yake kutwa kucha ni kujibu watu kwenye mitandao ya kijamii hiyo ni unprofessional kabisa. Amekuwa ameweza ame, ame sasa kumsupport na kuona kwamba anafanya jambo la maana maanamalizianamalizia kwa mantiki hiyo ni kwamba kwa uh. kwa uh. kwa mm. kwa kwa mm. hii timu inataka, inataka kulazimisha kutumia mamlaka yake kivuli chake kuwashinikiza wachambuzi waongee vitu wanavyovipenda wao na mtu akishakuwa na hizo indicators mm, si ajabu kuona anaweza akatumia hata financial power kuweza kuwapa baadhi ya watu wenye mdomo mdomo waweze kusupport na kupita kwenye njia yao. Linatumika hilo, kwa hiyo wananunua watu wa kuwasemea. Nasema ukiwa mm, na hizo factors mm, ni rahisi sana kufikia huko, kwa sababu wewe uajiri mtu awe kwenye kivuli cha digital media, kazi yake kukosoa watu tu, kukosoa watu, ukaongea hivi, ukatoa opinion yake. Hii klabu mm, fanya kazi yako, cheza mpira sawa, cheza mpira mm. Andaa timu yako fanya mambo yanohusisha ndani ya timu yako, achana na mambo tinalinda brand. Unalinda brand vipi? timu yako lazima izungumzwe kwenye. Ukifanya jambo la hovyo mm. Watu watazungumza, ikifanyika jambo la jambo jema watu watasema Yanga ndio timu inaongoza kwa kusifiwa kwenye mitandao ya kijamii, haijalishi wamefanya kitu gani. Sasa sasa mimi nataka niko nikuonyeshe namna mdahalo au mjadala ulikuwa ni mkubwa, hususani mm. eh, namna ambavyo vijio vya mitandao ya kijamii vina vinavyokuwa eh, kwa kasi vinaweka midahalo kuwa mikubwa huko mm -hmm. E, zaka za kazi mm. yeye amefyonya kwanza mm. alafu akasema mmemwezesha propaganda zenu kashindwa kujenga hoja mm. yupo sahi e, na... amekuja ku comment kwa priva mara baada ya kusema soka la kisasa linahitaji ah. vijana wenye akili na uelewa mpana wa kubeba mambo hiyo eh, ni mnafiki sawa, eh? ni dalili ya unafiki live kabisa mm. Leo na, unamsifia kesho, unamponda leo, na, leo anajua soka, kipindi anaikosoa Yanga alikuwa hajui soka. Sio tabia nzuri. Alafu zaka za kazi yuko correct, sawa mm. Amemezeshwa yule mtoto, trust me, amemezeshwa, hana chochote anachojua kuhusiana na sheria, kanuni na miongozi, hana anachojua yaani. Hapa unataka Ayani kusema kwamba nasema hivi, uh. zaka za kazi yuko correct kuhusiana na swala la Hans script ambazo wamepewa. mm. Unajua wewe uki, uki, ukipewa script mm. ni rahisi sana kuwa exposed, kwa sababu mtu akikuuliza swali nje ya zile script utakuwa uwezi kujibu. Kaulizwa kanuni gani ambayo ipo inayozungumzia mchezaji kwenda na sare inayo yenye logo ya klabu yake, wapi imeandikwa? mm. Akashindwa kujibu. mm. Sawa eh? mm. Akashindwa kujibu, kujibu. Umeelewa? Hmm. Kaulizwa kuhusiana na maswala ya pre-match meeting. Hmm. Kashindwa kutoa majibu kwa sababu pre-match meeting inaweza ikawa ika, ika, ika, ni sehemu sahihi ya Simba kuweza kutoa taarifa zao kuhusiana na mchezo ikiwemo muda ambao wataenda kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao utachezwa mechi. Hmm. Si aliambiwa si ilikuwa hiyo discussion ilikuwepo, ods ilikuwepo na Joflea, na Joflea ameisema, licha ya kuwa licha ya kuwa taarifa ambayo <laughs> ha, akasema kabisa, ngoja ha, akasema kabisa mm. na sosi yake inamwambia mm. Simba alitakiwa agharamikie mm. mafuta mm. yatakayotumika kwenye muda ambao wataenda kucheza mchezo, mafuta ya generator, muda ambao wataenda kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Hii taarifa ya mchezo Hii taarifa... mambo ya mana, ma, ma, mafuta amepata vipi kama hakutoa taarifa hii taarifa ya, ya, ya ambayo Jofle aliizungumzia mm. eh, Priva pia amepita nayo vizuri tu anasema, na anasema kwamba yeye ameanza kwamba Jofle anazo taarifa ambazo bodi ya ligi haina mm. kwenye taarifa ya bodi ya, ya ligi mm. eh, ya kusimamisha mchezo waliweka wazi kuwa madunduka hayakutoa taarifa mm. yeye anasema walitoa taarifa. Sasa eh. kutoa taarifa wapi? si unanielewa mm kwenye pre-match meeting wametoa taarifa sawa ambazo Joflea amezungumza. Na hata kama hawajatoa mm. tunarudi kwenye sehemu husika, huyo Priva aseme je, wale mabansa walikwenda pale kwa ajili gani? mm. kama jibu linakuja walikwenda kuwazuia Simba, wamejuaje wakati Simba hajatoa taarifa mm. wamejuaje kwamba hapa wakija Simba tutawazuia? Kwa sababu ili ujue kitu lazima ujue uwe na taarifa nazo. uwe na taarifa. umeelewa? Saa, na tarifa, wame, wame na, kwa hiyo sasa hawakuwa na taarifa wale mabounsa wamefika vipi? Na nani amewapa mandate hao mabounsa kwenda kuwazuia Simba Sports Club wasiingie kwenye ule uwanja? Nani amewapa hiyo mandate na nani huko nyuma? hili kwa nini kwa kwa, kwa, kwa kwa nini kwa, nini, nini unadhani una, una, una, una Hansi amemedheshwa uh, maneno ya kwenda kuzungumza kwa sababu hmm. ameshindwa kutetea hoja yake kwa kutumia vifungu vya sheria kanuni. Kama umeamua kujibu kwa kanuni hakikisha unazijua kanuni na sheria na miongozo ili unavyokuwa unajibu hoja zako unatoa na reference ya zile kanuni na miongozo. Mm. Sasa ukiwa umemezeshwa, ndugu yangu, utakuwa huwezi. Ukiulizwa kanuni gani nasema hivyo? Ah, unajua kanuni hii hii, utazunguka hapa, utazunguka hapa, utazunguka hapa, utakuwa huwezi kujibu. Kwa hiyo utakuwa uongee kitu ambacho una uhakika nacho na unakijua. Mm. Si unanielewa Jafe. Unatakiwa uzungumze kitu ambacho una ki, una uhakika nacho na na no, unakijua pia. Mm. Bas. Achana mambo ya kusikia huku bwana kaseme hivi kaseme hivi na hawa viongozi wa ndani wa klabu wanavyokuja na kumshadidia, inatupa taswira nyingine ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu kipo nyuma ya hawa. Unajiuliza eee, kiongozi mm. unashadidia vipi Simba? Mara nyingi discussions zinafanyika kwenye maredio. Lini ushawahi kuona kiongozi wa Simba anakuja na kusema, "Eh safi sana umeongea vizuri hapo fanya hivi." Wapi umeona? "Wai huko. Wana kitengo cha dijito ambacho kinapitia kitengo cha dijito, cha dijito mm. mm. kinatakiwa kiwe kinajihusisha na kuandaa maudhui ya klabu, sio kuingilia vyombo vya habari kufanya kazi zao kwa uhuru umenielewa. Hiyo ni, ni kesi nyingine kabisa. Eneo la wachambuzi kuonekana lina mapungufu kadhaa kadhaa mm -hmm. eh, limetokana na nini nisaidie kwenye hilo, maana e, wachambuzi sasa hivi wana, wanaimbwa sana ujuaji kwa mm. mfano mina kupa mfano mm. unajua uchambuzi ni mpana mm. Kuna uchambuzi ambao mtu anaweza akadeal na tactical mm. analysis za mchezo mm. tactical breakdowns mm. unazungumzia michezo kimefanyika nini kiufundi. mm. Kuna wachambuzi ambao wanazungumzia overall mchezo wa mm. mpira wa miguu umenielewa? mm. Kuna uchambuzi kuhusiana na kanuni, sheria na miongozo inayoongoza football umenielewa? mm. Sasa wewe unataka ujiki, ukiwa mchambuzi unataka at least ujue wapi ni strength yako. Sasa kila sehemu unataka kwenye huku ulipo kanuni usijue utakaoona zilingana. Wewe unajua kanuni, unabishana na watu ambao walikuwepo mawazo yao wa yalikuwa injected kutengeneza hizo hizo kanuni, kanuni, unawabishia tena. Sasa hapo unakuwa unakosea. Sasa wewe utaji utaji, ndio maana akasema huyu Jemedari um. anamzidi Hans kwenye football, uelewa wa football, uelewa mpana wa mpira. Lakini lakini mara lakini moja moja weka sawa mara <tako> 700 sio, unanielewa jafu Afu, kwa nini kila nikitaka kusema ili unatoa maiki mara 700? Yani amemzidi mara 700. Mimi nataka nikukumbushe jambo moja eh, na kwenye hilo jambo mm, tuliwahi kuzungumza mm. Wazee waliketi mm, na wazee kwenye yale ambayo yaliwaketisha mm, moja ya eh, watu waliokuwa ni sababu pia alikuwa ni jemedari Saidi, na walimzungumza kwa mapana yake, hakutaka mm, kupepesa macho mm, kwenye hilo Unioni. kama nazidi kuwashushia rungu ambalo linawatia hasira. Ngoja nikwambie kitu kimoja mm. Umeona ule Hans Rafael. Mm. Hans Rafael. Mm. Ahmed Ali kuna siku Mm. Alipigiwa simu kwenye kipindi cha redio hicho hicho cha Crown. Mm. Aliwaambia pale kwamba huyu kijana wenu anaisema vibaya Simba, Simba Sports. Mm. Bas. Kijana wenu anaisema vibaya, vibaya Simba Sports. Alafu akaendelea na mada ilo ilo iliomfanya apigiwe simu. Mm. Alimpa tu notice ndogo sana. Sawa? Lakini Yanga wana ule Uswahili, wameingia kwenye kipindi, wanaanza kumwimbia Jemedari, sijui tumekulea, si hivi na hivi nini. mm, eh, kipindi fulani hey, cha hamasa sasa nini. kikaenda kutokea, na Mungu si asumani, kwa sababu ilikuwa ni michuano ya kimataifa. hao wa, hapo wamerudi nyumbani, wamerudi nyumbani. Ah, wale walikuwa wanawasifia, wamewasaidia nini, na ndo kipindi kile kile wachambuzi wote Yanga hii shindwa kupata pointi dhidi ya MC Alja. Eh, hey, hey, shindwa kupata goli, ina Pakome, ina nani na nani wakaja hapo wakatoa sare. Umeelewa? Kwa hiyo hata kwenye kuelekea idabi before vyombo vya habari vyote vyote vyote, nilikuwa nasikia wachambuzi ah, Simba akifunguka atakula tano tena. Simba hivi, Simba angalie, Simba ajitahidi kup, kup, kup, kupiga low block tu vinginevyo watafungwa. Kuna Pakome, kuna Chama, kuna azisikii, kuna sijui Maxine Zengeli. Mm. Wajitahidi sio hivi na hivi su... Yaani, hoja zao zilikuwa Yanga, Yanga, Yanga yuko top, Yanga hivi, Yanga vile, Yanga basi, mimi... Lakini hujasik... mimi sijasikia Simba wakicomplain hilo, si umeelewa? Yaani hawakucomplain, pamoja na kwamba ina affect kiasi fulani kwa sababu mashabiki wanaaminishwa na hivi vyombo vya habari sisi ah, eh, unaelewa. Hao wa mashabiki hao wanaaminishwa na vyombo vya habari kwamba eh, bwana maana wachambuzi wote wanaongea kwamba Simba tutaenda kufungwa hivi na hivi. Morali inashuka na automatically hata mashabiki wa Simba uwanjani wangekuwa wachache kwa sababu mm -hmm, wanaafektika na zile pressure za mitandao. Lakini mbona Simba hawakuja na hivyo vikisirani? Vi, vi, mm hiyo -hmm, ndio inakupa picha kwamba Simba ni a very professional club na very matured club kuliko Yanga. Yanga ikisemwa inataka ili hata tumesemwa, tumesemwa. Kwa hiyo mimi nampongeza Jemedari yuko correct mm, ametetea hoja yake kwa kuweka vifungu. Huyo Privardino ni digital manager wa Yanga, automatically atasukumia kwake mm. na hiyo Hans Raphael hakuna hoja yoyote aliyotoa zaidi ya kusema wana makosa, Simba wana makosa kwa kutoa taarifa, Simba wana makosa kwa kufanya ma mawasiliano. Simba hoja iko hapo tu, wanazunguka zunguka hapo, kanuni hana oo, sijui waingie na jezi, sijui ambazo zimefanyaje zime, kwani Simba wangeenda wa na suti pale? Swali langu la mwisho ndio, uh, najiuliza Simba uh, uh, wangeenda na suti a uh, niulize swali <laughs> langu la mwisho uh, Jemedari unahisi ni miongoni mwa uh, hazina ya, wachiz, ya, ya wachambuzi ama wadau wa soka ambao wanatakiwa kupewa wa sikio la umakini zaidi hususan katika nyakati hizi ambazo zinatuonyesha mapungufu mengi ya kuto kuzijua kanuni zinazoendesha mpira wa Tanzania ah. Ah. Yani, ndugu yangu mm. Kwanza ni nikuambie kitu kimoja mm. Jemedari Saidi sio mm. tu mchambuzi bora, mm. nataka niweke sawa. Jemedari Saidi mzee wangu yule sio tu mchambuzi bora, bora. Mm. ni mchambuzi mwenye maono ya mbali, anaujua mpira mm. kwa kuuishi kwa sababu amecheza mpira ana, anaujua ameucheza, halafu anaujua mm. pia kwa sababu ameutumikia, amekuwa mm. kiongozi kwenye soka na ni kiongozi mpaka sasa kwenye soka, na ndio mchambuzi ambaye anapigwa vita zaidi nchini na rundo la mashabiki wasiokuwa na uelewa mpana wa mpira, na still bado amesimamia misimamo yake na anaendelea kufanya vitu bora, na wenye akili wachache wanamwelewa. Hmm. Labda nikwambie kitu kimoja, unajua mtu mwenye akili kubwa hmm. huwa hapendwi na watu wengi, ila anapendwa na wale wenye akili kubwa wenzie. Mm. Mtu makini anawezekana asionekane, asione, asione, asione kama ni mtu muhimu. Lakini watu wanaojua mtu makini ni nani ndio wanaweza wakampa kipaumbele mtu makini. Kwa hiyo Jemedari ni mtu makini ambaye ni labda sijui ni describe vipi. Ni mtu ambaye anajua mpira mm. na si kufichi. Mm. Mimi wachambuzi wengi nikiwasikiliza naona mm. vitu vyao wanavyo kuna vipi vipya huwa na gain lakini sio vikubwa kama ambavyo na vigeni nikimsikiliza Jemedari Saidi. Na huwa akitoa fakti zake unajua usiogope kuonekana wewe una upo upande fulani, mm. au usionekane kama una hoja za msingi, si unaelewa? Kwani mimi mbona nishawahi kusema Yanga atafungwa au atatoa sare na MC mm, watu walinitukana mm, walinisema nani, lakini lakini ilitimia kwa mm. sababu niliangalia insights za MC Alja nikagundua jamaa mm. kwenye mechi za away ni mgumu kuliko akiwa nyumbani mm. amenelo mm, na mpaka naenda kumfesi Yanga alienda mechi tisa mfululizo za away pasipo kuruhusu bao mm, nikasema huyu ni ngumu sana Yanga kuweza kumfunga mm, si unaelewa? mm watu waliniponda lakini nilikuwa niko kwenye right direction na nikapatia mm. si unanielewa, nanielewa mm. E, sasa kwa nini unaogopa? Kwa hiyo yule Jemedari, ule ujasiri wake, uelewa wake mpana wa soka, maarifa yake kwenye kufanya mambo, sio tu abaki kuwa mchambuzi, yule anatakiwa awe m, e, mshauri pamoja na mtu ambaye anaongoza kutengeneza kanuni sheria na miongozo ambazo zingeweza kuusaidia mpira wetu zaidi, na anavyozungumza kitu yule kama hakitotokea sasa hivi mm, jemedari akizungumza kitu kama hakitotokea sasa hivi mm, kesho kitatokea. Mwite bin Kazumari, mimi nilikuwa nimeketi hapa na heavyweight underscore dula, ndivyo unavyompata kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tuliketi hapa tu kuangazia yale ambayo yalijili katika siku ya leo, na tunafunga tarehe kumi ya leo. Kwa namna hiyo, acha tusubiri kesho tuone panaamka vipi, mara baada ya hili sakata kuwa na mfukuto wa hisia mseto kwa pande zote mbili. Mimi langu jina naitwa Jafet wa Jaffe, mipango kutokea hapa, naomba tuweke nukta mpaka pale tutakapofungulia jarada lingine katika yale yatakayokuwa yamejili kwenye anga la kimichezo. Asalamu As alaikum, Ramadhani karimu.